Geoffrey Kasanga penyeza kule, nafasi ndiyo, on target. Yes! Sasa ni goal. Sasa safari hii imekubali, Kibwana Kondo. Kibwana Kondo. Aki Dodo safari hii imekubali wa Kibwana Kondo akiwatanguliza Dodoma Jiji safari hii mara baada ya kutoa nuksi, safari hii inakubalika, Kibwana Kondo. Tizama makosa ambayo alikwenda kuwafanya walinzi, akaupokea kwa uzuri kabisa akiwa peke yake, ni onside. Pasi nzuri kwa Geoffrey Kasanga, akatua kwa Kibwana Kondo, akaimalizia tu mlinda mlango kuweza kuona Alexander Erasto. Dodoma Jiji wakitangulia namna hii eh, karata yao ya kwanza hii leo yaribapenani penyeza nzuri hii imefika kwa Athmanidi, pasi maridhawa, nafasi kwao Daruwesh Daruwesh Ahmed anataka kupiga. Daruwesh Daruwesh Ahmed ana level scoreboard dakika za jioni. Daruwesh Ahmed anafanya Simba wanapumua sasa, kwa guu lake zuri la kushoto, ambayo analitumia mara kwa mara. Pasi ilianzia kwa Athumani Idd, akamwekea Daruwesh Ahmed akachekecha akaona, hapa hapa, mlinda mlango Rajab Wali alitanua amala kwapa lile, lakini haikuweza kusaidia. Moja moja.